Wakaona nane zimesimama wima kabisa. Ameona nane zimesimama baba. Kaka mwengine tuetei na niwaambie bodi ya ligi. Watume defender nane ziende bunjwa katuletee mai wetu tumalizane naye. Mbona yeye alipokuwa mwenyeji tulikuja vizuri kabisa? Inakuaje miniwa mwenyeji ashindwe kuja? Kaka nimekwambia hivi, mtoto wa muda na timu mbovu, unaona ameandikwa sanda hapa huyu.

Mechi ya leo nilikuwa na mambo mawili. Mechi ya leo nilikuwa nakuja kubidua benchi zima la watoto wa mdi kocha kwao, alafu chapii anakuja kutangaza kombe la golden moja kwa moja. Anatokeaje kwa kikosi cha kina Debora? wamesha ku Oh, anatokaje kwenye kambi ya Yanga na wanajeshi? niletea Debora ilikuwa tulikuwa tunawauliza hiyo BM imepakia nini? cha kwanza wazee wamekuja kufanya nini? wazee wazee wanacheza wazee, ngoja Yanga alipofanya mazoezi hapa, uliona alikuja na wazee na bibi hapa ekani kaja na wazee na vibibi hapa. Vibibi ndio tunajiamini jia. Kwenye sheria lotungo mwaka 54 bada 8 kifungo nywi inasema kwenye mpira miguu, atakii wazee kama mzee, kaa kwenye majukwaa, shangilia wazee, washirikina wazee, wachawi wazee, waaa kunilinda mimi, rais wa waheke wote Tanzania. Aba, naba nakuuliza swali. Wewe sasa hivi umekuwa mchunguzi, intelligence, ucheze mpira. Mimi nina kundi. Ngoja mimi na kundi langu linaitwa Wanyaru Gengi Star Group, baada ya kuona umewasili jana usiku na kunipa taarifa gari kwa umepakia wazee. Na ninavyowajua wazee watu wa wa, wa ukinyemba. Nikachukua kamera yangu, eh nikachukua nikaanza kuchunguza kwa umakini. Nilitokuja ku darubini kali nikachunguza nikavuta picha. Nikaona wazee wamekwenda na mandumbati humu wamebeba ukinyemba kwenye BM. Wanakuja kutuangia na mpira miguu, nataka wachezaji nasoma ukinyemba uh-huh. Na ndo maana makomando Yanga Yanga wakakataza makomando makomando makomando walikuwa ni wa Yanga na sio wa, ndio walizuia Simba okay kulikuwa kuna makundi haya matatu: kuna kundi ambalo linalinda uwanja, kuna kundi la yanga ambalo ndio mwenyeji wa mchezo huu, na mwenyeji wa mchezo huu lazima komando wawepo. Anakabidhiwa uwanja siku moja kabla ya mchezo, mchezoaa na ili kama kuja kufanya mazoezi mechi moja na robo ilitakiwa uwasili saa kumi na mbili kamili, bado wa yanga, kwa sababu si uwanja tayari ulishakuwa mikononi mwetu, si wenyeji hata kwani wazuie, mna wasiwasi wakifanya mazoezi. Tuliwapa option mbili lazima uelewe mm. Tuliwaambia gari zenu ziko mbili ah. Dm na gari yao ile ya klabu. Tuliwaambia kama mnataka iende bm peke yake hiyo gari ya klabu ibaki nje au iende gari ya eh. eh. ya nataka n wakakataa, nazo zote na wazee waliokuwepo ndani washuke, basi iende gari yenyewe, lakini lazimisha wazee waingie ndani, muda umekiuka ilitakiwa takiwa waingia saa ha, kumi na mbili mwisho wa mw. siku. Wamekuja saa sita ha, usikukote ha, hakuna mtu amekwenda kufanya wana. mazoezi saa sita usiku? Hayo mambo ya ushirikina. Ngoja hapo hapo, ngoja hapo hapo, ngoja hapo hapo, ngoja hapo hapo. Uliposema ngoja ngoja wee umesema hey, kila nchi na viwanja vyake. Umesema duniani kote kuna viwanja vyake. Mbona rajiga akateuliwa kutoka Tanzania kwenda kuchezesha kombe la dunia? Kavuka mikoa mingapi? Kaenda nchi ngapi? Yaani kuvuka mikoa tena, nchi sio mkoa.